Hii ni Tem TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana mapema sana, kuna story moja kubwa kwelikweli ambayo ina trend kwenye mitandao this time, na unajua kabisa ishu yetu sisi hapa ni kukusogezea wewe zote ambazo zina trendi kwenye mitandao ya kijamii na kila kona. Please nikukumbushe tu uweze kusubscribe. Story ya Rayvanny kuweza kupiga show pande za Dubai imekuwa gumzo sana, na hii hapa ni show ambayo ye mwenyewe anasema hakuna msanii yoyote ambaye anaweza kusogelea, lakini pia ngoma ambayo ameweza kuperform, ambayo ameifanya na Nora Fatei, anasema hakuna msanii yoyote mwenye ngoma kali kama hiyo. Kuna comment ya Diamond, utafahamu kile ambacho Diamond ameweza kujibu, kwa sababu yeye ndo mtu wa kwanza ambaye alianzisha masuala ya kuita wasanii kenge na vitu kama hivyo. Kwa hiyo don't get it twisted, stay up hapo, make sure umegonga like kwenye video, subscribe TemuTV, ni follow kwenye mitandao ya kijamii, jina ni moja. Aja Stefano Tem, bakine business, bakine story. Rayvanny miongoni mwa wasanii ambao kila mtu anafahamu uwezo wake, yani watu wanajua kwamba Rayvanny when it comes to performance bana anaga mchezo, yani ni mtu ambaye anaumiza kwelikweli. Unaweza ukajiuliza kabisa, hii show ambayo ameweza kuifanya, mpaka anadai kwamba hakuna msanii yoyote ambaye anaweza kusogelea huo moto, itakuwa ni show aina gani bana? Ni show ambayo imeweza kufanyika Dubai 2025 na Rayvanny ameibuka kuwa moja ya mastaa kubwa wa mziki Tanzania ambaye ameleta show ambayo haitosaulika Dubai. Hii sio show ya kawaida kabisa, ilikuwa ni tamasha la hali ya juu lenye maonyesho ya kipekee. Yani yaani ni usiku ambao ulikuwa umejaa vibe ya hatari. Mashabiki walikuwa ni shazi wa kutosha, na walikuwa na hamu kweli ya kuweza kushuhudia kile ambacho Rayvanny ameweza kuwapa. Usio bana, mwanzo wa hii ziara tunaweza kuona uwezo mkubwa kabisa wa Rayvanny kama msanii ambaye anapiga mziki ama anarekodi mziki, lakini kwenye performance kila mtu alikuja kushangaa kiwango chake, ni kiwango cha kimataifa niweze kusema hivyo. By the way, aliweza kuperform ngoma ambayo ameweza kuimba na Nora Fatehi, na mwisho wa siku aliperform ngoma zake pia. Lakini ambacho kina trend zaidi sasa ni kile ambacho amekiandika kwenye Instagram baada ya kuweza kupiga show hiyo, ameposti clip ya show hiyo na kusema, mpaka sasa hivi hakuna kenge yoyote mwenye ngoma kama hii nchi na hakuna kenge yoyote Mwenye show kali kama hii hapa 2025, afaka cheka kinoma noma, akasema in Simba's voice. Kitendo cha kucheka kwa mimi binafsi nimechukulia kama vile amefanya utani, lakini pia kusema in Simba's voice ni kwa sababu Simba ni Diamond, na ndio Diamond anaweza kutoa hii kauli ya kuita wasanii kenge. Kama unakumbuka vizuri kwenye ile kampeni ya Baba Levo ambayo ilifanyika Kigoma, Diamond aliita wasanii kenge kwamba kuna kenge wote ambao wanafanya muziki kama yeye na vitu kama hivyo so inaonekana like like father like son. Rayvanny ameweza kutupa jiwe pia, na ni kwa utani so nimeweza kuona comment ya Diamond amekuja ku reply hapa, lakini kabla sijakwambia kile Diamond ambacho amekisema, nimeweza kuona pia Nora Fatehi mwenyewe amemnyoshea Rayvanny mikono juu, ameweza kuposti clip na kusema What a show. Yani, ni show namna gani hii, na kusema thank you to my fans for coming all the way to see me it means the world to me and thank you to my talented dancers, shout out to you for helping my vision to come to life this together. Lakini pia akasema shout out to Shensea and Rayvanny for joining me on stage. Imagine, Rayvanny kumbe alishare stage pamoja na Shensea, pamoja na Nura Fatei. So unaweza kugundua kabisa kile ambacho kilifanyika ni hatari. Hasa watu wanasema this performance deserve to be on Coachella. Comment ni nyingi sana kwa hiyo, watu mbalimbali wameza kutoa komenti zao na namna tofauti, lakini Diamond sasa akaja kumjibu Rayvanny, akamwambia na kucheka kaka emoji mbili ametabasamu, ni mwendo wa kenge tu yani <laughs> yani ni mwendo kuendelea kutoa makenge na vitu kama hivyo. I don't know why wanatumia kenge, lakini nahisi kwa upande wangu naweza nikasema ni kama appreciation kwa kile ambacho Rayvanny ameweza ya kukifanya. Yani Diamond kumwambia Rayvanny ni mwendo wa kenge tu, ni kukubali ubunifu ambao jamaa ameweza kufanya. Yani ni ishara awazi, ya wazi kwamba Rayvanny ameweza kuleta ubunifu mpya na nguvu kwenye tamasha hili ambalo ameweza kufanya kwa Dubai, so unaweza kuona kabisa Jibu la Diamond linawavutia hisia watu wengi kuonyesha mtazamo wa ushindani wa wa He, na heshima noma sana bana, mimi nina swali kwako. Kuna, kuna, kuna, kuna ngoma moja nimesahau jina lakini nahisi ni Ateria, anasema msafara wa kenge unikuti mamba. Ah, kwa hiyo sijajua sawa kenge ni kina nani kwa sababu kila mtu anaona na wakataa wa kenge. Au sio bana? Hebu niache comment yako, unaonaje show ya Rayvanny na ubunifu ambao ameanza kufanya? Lakini pia unadhani show kama hizi zinaweza kuacha alama mabadiliko makubwa kwenye tasnia yetu ya muziki wa Tanzania. Nikukumbushe tu hii ni sehemu ambapo utakuwa unapata kile ambacho kinaendelea kwenye upande wa burudani na maelezo ya kipekee kutokea kwenye show mbalimbali ambazo zinafanyika ndani na nje ya nchi, au sio bana? Kwao, kwa mashabiki wa wasanii wote, please make sure una subscribe, lakini pia unagonga like kwenye video, kwani utakuwa tunaendelea kukuletea kile ambacho kinagusa moyo wako kwenye upande wa burudani, na tunakuandalia habari za kina kabisa kila siku, behind the scene, na mengi makubwa kabisa yanakuwa na follow up. Kwa hiyo jibu lako ndo kitu cha msingi. Jiunge na sisi kwenye safari ya muziki na usikose matukio makubwa kama haya ambayo yanaleta mabadiliko kwenye gemu yetu. Na kama uko tayari kwa ajili ya show nyingine kama hii, please, issue ni moja tu, niachie maoni yako hapo chini, tutakuwa tunaendelea kuchat. I need new friends, au sio bwana? Till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini na video yako, kisha Bonyeza alama ya kingele itakayotokea. Asante sana.